Singida, wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa, wajumbe wa kamati ya usalama ya wilaya, katibu tawala wa wilaya, mkurugenzi wa manispaa ya Singida, wakuu wa taasisi mbalimbali, watumishi wote, kazi na utu. Leo tarehe 8 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, tumekusanyika hapa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa kufanya kazi moja tu ikiwa ni kuadhimisha miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika. Malcolm X aliwahi kusema kwamba history is a people's memory without memory, man is demoted to the lowest animal, ya kwamba tunapaswa kuichi kadiri ya historia na kama tuwezi kuienzi historia yetu kufaranishwa kufananishwa sawasawa na kiumbe mdogo asiyekuwa na thamani. Hii ina maana gani? Tunakumbuka miaka 64 tulipopata uhuru kutoka kwa Waingereza na huko nyuma ua tumetawaliwa na Wajerumani. Tunapoadhimisha miaka 64 ya uhuru wetu wa Tanganyika ambayo ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunapaswa kuenzi mambo mema mazuri yaliyofanywa na wazee wetu. Na leo sisi tumekuja mahali hapa tumefanya usafi ikiwa ni kuenzi uhuru wetu tuliopata, na tukitoka hapa, twendeni tukatafakari kuhusu uhuru wetu na hatima ya nchi yetu. Tunasisitizwa kuhakikisha kwamba tunakuwa na amani, tunakuwa na utulivu. Ni vizuri sana kila mmoja akajaribu kuweza kuwa balozi wa amani popote alipo. Amani yetu ni muhimu kuliko jambo lolote. Kama tunataka kuona kwamba tumeshiba amani tulionayo, basi twendeni tukaulize wenzetu wa Rwanda, twendeni tukaulize wenzetu wa Kongo, twendeni tukaulize wenzetu wa Burundi, twendeni tukaulize wenzetu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Central African Republic. Wala ambao tumewahi kuweza kuhudumu kwenye makambi ya wakimbizi tunaelewa. Niombe sana kutumia fursa hii tunapoadhimisha miaka sitini na nne ya uhuru kuhakikisha amani yetu tunailinda mahala popote, iwe ni kazini, iwe ni mtaani na tuwashauri hata wale wengine, ya kwamba matatizo yetu tutayatatua kwa kuweza kukaa mezani. Tupende kukaa mezani na kuweza kuzungumza.